Hujambo, popote pale ulipo, na karibu kwenye Pita pita za kwangu. Mie hapa ni VMM kipenda Victor Mandala. Nikatupita pita tu tufike hapa kule na kadhalika. Na, na kwenye kupita pita za kwangu niruhusu nikafika katika maeneo kadha wa kadha, niruhusu niruhusu nikujuze tu kwa kidogo. Na kabla pale nikumbushe kwamba iwapo ndio wajiunga nasi hakikisha kwamba umesubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe, kiambia sign in, sign in na Gmail account yako. Copy the link hapa juu and share. Na click notification bell. Kuna alama kengele hapa chini. Just click hiyo alama kengele, alafu uh, komenti yako hapa chini na Mungu akutende wema. Kwa hivyo subscribe eh? Naam, nikafika katika maeneo kadha wa kadha katika pitapita za kwangu asubuhi ya leo. Nianzie katika eneo lipi? Niruhusu basi nianzie eneo la Ganze Kilifi eneo la Ganze Kilifi, kuna kisanga kilishuhudiwa katika kijiji kimoja hapa, wanawake wawili waliporushiana lawama kwa dakika kadhaa, kila mmoja akimlaumu mwenzake na kila mwenzake e, kwa maneno makali akimlaumu mwenzake kwa kuroga mbuzi wake akif, ak, ak, ak, ak, Um, akilaumu mwenzake kwa kuroga mifugo yake. Naam. Yasemekana kwamba e, mama mmoja wa kwanza alimvamia mwenzake kwa maneno makali, akimlaumu kwa kuroga mbuzi wake akafariki akiwa malishoni. Yaani mama anasema hapana, uliroga mbuzi wangu, alikufa akiwa malishoni, ni wewe ndiye ulimroga. Mama wa pili naye e, anasema kwamba e, huo uchawi utaacha mbuzi wangu e, mwingine akidhurika aki utakiona mama anamtishia anamwambia hivyo, na pili anamwambia he he, nani hajui kuwa wewe ni mchawi e, kijijini? Yani, wameanza ku, sijui, ni kuanikana wanaanikana wanajuana kwa, kwa kilemba ama ni hasira tu, anatoa hasira kila mmoja achafulie mwenzake jina. Anaanza kujiuliza pale maana ndio huyu hu, hu anamwambia mwenzake hey, wewe ndio umeroga mwingine. Anasema tunakujua wewe unakuanga mchawi kweli kweli, kwa hivyo wewe ndio unafanya, kila mtu anakujua kijijini. Najiuliza ni siri ambazo walikuwa wameziweka wanatoboa, ama ni nini? Na mnapoangalia pale, wewe ufikiriaje? Ni mama, unajua mama. Kuna mtu mmoja alisema mama anafika mahali, wanapenda kuongea, mama anaambia mwenzake siri zote, wanaambiana na wanatoa stress, wanasaidiana kutoa stress. Lakini wakikosana pia wanatoboa, kila mmoja anatoboa siri za mwenzake. So sijui hii ni kutoboa tu siri za mwenzake za ukweli, ama ni hasira tu wanatoleana, sijui haya ilifanyika kule ganze kilifi. Kitoka ganze nikavuka moja kwa moja hadi eneo la eh, ikungu, ikungu kule machakos ikungu machakos. Kuna sinema ya bwerere ilishuhudiwa eneo hili, pasta mmoja alipopokonywa kipaza sauti, yani microphone na waombolezaji waliojaa mori kwa, kusu, kwa kusuta familia ya mwenda zake Ripoti za mtaa zinaarifu kuwa mzee mmoja aliaga dunia na ikabainika kuwa hakuwa mwanachama wa chama cha mazishi, e, kijijini. Ndugu, za, ndugu na marafiki walichanga hela na kugharamia mazishi. Siku ya tukio, waombolezaji walifika kumwaga na pasta na pasta mmoja akajitolea kuongoza mazishi. Unajua mtu akishaaga dunia ameaga dunia, kwa hivyo pasta akaamua acha niongoze tu mazishi, hata kama akaamua kuongoza mazishi. Na katika kule kuongoza mazishi wanasema kwamba eh, hata hivyo, badala ya pasta kuhubiria wa, wa, waombolezaji Injili, badala ya kuhubiri Injili alianza kumsuta marehemu na familia yake akidai kwamba walikuwa watu wa madharau sana. <laughs> Uh, pastor naye. Yaani ako pale kwa mazishi na amekuja pale si kwamba walikuwa washirika wake. Mm-mm. Lakini amekuja pale na amesema acha nimsaidie tu kuzika. Lakini kila ambacho alikuwa anafanya anasema huyu mwenye ameaga alikuwa mtu wa madharau sana. Hata hii familia yake yote ni watu wa madharau sana. Wewe unasemaje hivyo kwa mazishi? Waliangalia wakaona ah, pastor, wewe si pastor wetu. Tumekuita tu tusaidie kuzika alafu naanza kuongea vibaya kutuhusu. Ati wao ni watu wamadharau sana. Awa bure kabisa, nakwambia. Wenyeji walienda wakachukua. <laughs> wakachukua microphone. Microphone. Kwa kauaedta, upendi ukweli, siu angalikwa ni wewe ni babako anazi kungefanyaje? Nam, ni eneo la wapi? God forbid babako hata aga saa hii. Nam, eneo la Ikungu, Machakos, nikitoka kule nikavuka mpaka Mosop, Mosopi kwa kule Nandi, ambao basi ndugu wa hapa walimjengea nyumba ya udongo na kumwondoa dada yao kutoka nyumba ya wazazi wao kwa madai ya kuifichua, uh, kuichafua, akiisha akiishi huko na mpenziwe Naam, yasemekana kwamba kulingana na habari ni kwamba wazazi wa kipusa huyo waliaga dunia alitoa basi hiyo nyumba e, hiyo ya kisasa kuwa, za, e, nyumba hizo kuwa zake na nduguze hawakuwa na matatizo wala upingamizi wowote naam, dada akaanza kuishi pale lakini hatua ambayo iliwakasirisha ni kwamba wakati kuna kalameni mmoja alihamia hapo kumbe huyo kalameni ni mpenzi wa dada yao na akahamia hapo akaanza kuishi pale wakasema hii hey, si nuksi nyumba yenye wazazi wetu waliishi, alafu dada yetu anataka kaa pale na mpenzi wake, wakasema hapa hapa hapa hapa, hii ni nuksi, italeta nuksi, walimjengea ka nyumba, hapo kama tope, wakamweka kwa nyumba, kama tope. Najua nyumba ya wazazi wao ni nyumba klas nyumba iko sawa, nyumba kisasa lakini aache hiyo nyumba aanze kuishi na mpenzi wake kwa kanyumba kama tope hapa kando, kisa na maana eti ni nuksi ni mikosi. Mm, okay. Nimeachia hapo sijui uwasemaje. Naam, ukitafakari juu ya hayo. Nikavuka moja kwa moja hadi eneo, nikasema acha basi twende moja kwa moja hadi kule Vihiga. Nikafika eneo la Sabatia, Sabatia kule Vihiga, ambapo basi shamba boi mmoja wa hapa aliingia mitini baada ya kumpachika mimba mke wa bosi wake. Duru zinasema kuwa kabla ya jamaa huyo kutoroka alisikika akisema kwamba alikuwa amefa, amefanya maajabu ili kulipiza kisasi, kwa sababu bosi wake alikuwa amemnyima nafasi ya kutoka nje eh, kukutana na warembo mtaani. Kwa hivyo yeye alikuwa anataka kutoka kukutana na eh, watu wake na kadhalika. Mdosi akamwambia usiwai kanyaga nje. Kwa hivyo mdosi akamkataza usiwai kanyaga nje. Sasa wewe unakaa mwezi mmoja miwili, umekaziwa kwamba usiwai kanyaga nje. Kwa hivyo yeye kweli haendi nje, lakini huyo mdosi amemwacha kwa boma, ni zile boma ambazo ziko na CCTV zimepangwa vizuri, mtu ambaye ana pesa, lakini anamwacha kwa hiyo nyumba akiwa na mke wake wa bosi. Kwa hivyo akakaa pale, akakaa pale, akaona ai, sio meniambia nisiende nje sio jamaa? Akakaa ndani na akakaa ndani na kaa ndani mke wa bosi, basi baadaye akapata hii ni mjamzito. Jamaa akagundua kwamba, na saa hizo bosi wake hajakuja kwa muda na mke wake ni mjamzito, so huo ujauzito ni wa nani? Na yeye ndi ako hapo pamoja na huyu mama peke yao. Kwa hiyo basi ikawa basi ndio hayo, kwa sababu bosi alimkataza kwenda nje, naye basi akaamua wacha kae ndani <laughs> ndani ya nyumba eh? Ndani ya nyumba. Kwa hivyo hivyo hivyo, ndio basi alipogundua kwamba eh, mke wa bosi ni mjamzito, akafanyaje? Akatoroka, akaamua akaambia jamaa hey, nimefanya hapa maneno. Alijua bosi atamshughulikia akaogopa, akatoroka. Na alipotoroka akaacha mke wa bosi akiwa mjamzito, mj mj swali najiuliza, huyu bosi akija, huyu mama atamwambiaje? Haya semi kitu na kijana ameshahepa, amesema ulimfungia kwa boma. Basi nimeenda nikiendanga nikimalizia basi eneo la samburu kwale, samburu kwale kule karudi pwani kule ambapo de mmoja wa hapa alilazimika kuomba msaada kwa chifu kujua kwa wazazi wake aliporejea nyumbani, miaka 15 baada ya kuolewa. Mwanadada huyo aliondoka nyumbani akiwa na umri wa miaka 20 kutafuta riziki Nairobi, na akaolewa na mazungumzo. Naam, al pale, pale, na akaolewa na akaolewa na mzungu kisha wakahamia majuu ambako aliongeza masomo na kaanza ama akaanzisha familia. Naam, aliolewa 15 years ago na alipoolewa akaenda akaongeza masomo na akaishi kule majuu. Amekuja nyumbani kwao eneo la uh, Samburu kwale amepata watu wamejenga jenga manyumba mpya, barabara zimetengenezwa na anashindwa hapa. Ni 15 years ago, sasa ako 35 years ndio anarudi nyumbani, aliangalia akatafuta kwao akakosa. So sijui wazazi wake walijenga tena, sijui da, alikosa communicate nao from that time, sijui alienda akaomoka, akasema mimi nishaomoka, wale wajipange. So amefika mahali ambapo ameenda kutafuta kwao hapati, so ameenda, imebidi imebidi, ameona, ameulizia kwa chifu ni wapi maana ameulizia kwa hapati. Kwa hivyo ameulizia kwa chifu ni wapi. So ameenda kwa chifu, anauliza chifu amsaidie kupata kwao. Yaani na imagine ni kutana na mtu barabara, anauliza kwetu ni wapi <laughs> Kwenu unauliza kwenu ni wapi? kwani ulikuwa unaishi wapi? Hey, wanadamu! Munaenda ukienda majuu yani ungepotea hivo, unasahau kabisa kule ulikotoka, unasahau watu wako, familia yako, tabia gani? Anyway. Ilibidi asaidiwe sasa. Sijui wasemaje. Nawe ni katika pitapita za kwangu, mie hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala, na nikumbushe kwamba usiondoke hapa kabla usubscribe, chini ya video hii kuna neno, subscribe. Kwa hivyo, hapa chini ya ya video video hii hii kuna kuna neno subscribe. Kwa hivyo, click ya neno subscribe. Ukiambia sign in, sign in na gmail account yako, copy the link hapa juu and share, nu click notification bell, kuna alama ya kengele kwa hapa chini, just click pale na itakuwa vema zaidi, narudi tena chini ya video hii kuna neno, subscribe. Click neno subscribe. Ukiambia sign in, sign in na jina la account yako, notification bell, alama kengele, inatakuwa e, vema zaidi. Kwa hivyo Mungu akutende wema toka kwangu hapa VWM. Kipenda Victor Mandala kwenye pitapita pita za kwangu na kuambia tumepita pita, pita maeneo yote, nataka unijuze pia hapa kwenye comment section ni lipi limekubamba zaidi kwenye pita, pita za kwangu, ambapo nasema hivi kuishi kwingi kuona mengi na